Miaka 30 tangu kufanyika kwa azimio la Beijing, azimio ambalo lilibeba matarajio na matazamio mapya ya kuhakikisha kwamba mwanamke anapata usawa kwenye maeneo mengi, ikiwemo eneo la elimu ambalo wakati huo ilionekana kwamba ni kama amesaulika hivi mwanamke kupata elimu ya kutosha, lakini pia kupata afya, ikiwa ni pamoja na kudhibiti vifo vya wanawake wajawazito ni sehemu ya juhudi ambazo ziliwekwa katika azimio la Beijing la mwaka 1995 lilofanyika pale nchini China katika mji wenyewe wa Beijing. Tutatazama baadhi ya mambo ambayo yameshafanyika na juhudi za serikali katika kuhakikisha kwamba mambo hayo ambayo yalikuwepo kwenye azimio la Beijing yamesogezwa mbele kipindi hiki ambacho mwaka huu pia itafanyika tathmini ya kuangalia katika kipindi cha miaka 30 nini ni nini kimefanyika na kipi ambacho bado kiongezewe msukumo. Naitwa Nordin Selemani, ndiye ambaye nakualika hapa katika uchanganuzi, na nikiwa na imani ya kwamba umekuwa na siku njema kabisa ya Jumanne. Studio tunaye uh, Abdul Badru. Nur Badru yeye ni mkurugenzi wa jinsia na maendeleo ya wanawake kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Karibu sana, mambo unasemaje? Kwa jicho lako, ukiangalia hii miaka thelathini na juhudi ambazo kama nchi tumezipiga, unaweza ukasema tunafaa sasa kutembea kifua mbele, kabla ya kuangalia ile tathmini yenyewe ambayo ya mambo yale kumi na mawili ambayo yalikuwa yakitolewa macho ni dhahiri shairi tunastahili kutembea kifua mbele, mm, sababu hatua ni kubwa, na kama nchi tumefanya mengi mm. Yeah. Okay. Tuanzie hili la moja, ya jambo ilikuwa ni kumlinda mtoto wa kike, sisi kama nchi, sababu yalikuwa ni maazimio ambayo yalitokea pale Beijing, lakini sisi kama nchi katika kipindi hiki cha miaka thelathini tulitoka wapi na sasa tupo wapi katika kuhakikisha kwamba huyu mtoto wa kike amelindwa na yupo salama? Uh, asante sana ndugu mtangazaji. Uh, nieleze tu awali uh, ya yote ni kwamba uh, utakumbuka kwamba kwa maana uh, kwa ya misingi ya mfumo ukianzia uh, kwa miaka ya nyuma tunaona kabisa kwamba uh, ukiangalia mtoto wa kike na mtoto wa uh, kiume katika mfumo wa maisha kwa ujumla unaona kabisa kwamba kulikuwa kuna utofauti kubwa sana katika uh, baina ya watoto hawa wawili mm. Katika utamaduni wetu kwa miaka ya nyuma, mtoto wa kiume alikuwa anapewa kipaumbele zaidi kuliko mtoto wa kiume, na hii ilikuwa inakuja inafanyika hata katika mgawanyo wa kazi uta kwamba kwenye mgawanyo wa kazi mtoto wa kiume anafanya majukumu mengine wakati mtoto wa kike ana majukumu makubwa zaidi kuliko mtoto wa kiume kwa taswira ya kawaida. Wengine walikuwa wanasema ni mfumo dume sasa mm. E, na katika makuzi utakuta kwamba mtoto wa kiume anakuwa katika misingi ile ile ya mfumo mfumo dume, lakini kwa hivi sasa na kwa jitihada kubwa ambazo zimewekwa kwa hivi sasa uh, huo tunaosema ni mfumo dume tunakuelekea ni msawaziko kwamba hakuna tofauti ya mtoto wa kike wala mtoto wa kiume, na bado kwamba mtoto wa kike anaweza akafanya makubwa vile vile zaidi ya mtoto wa kiume. Ni swala la kupata fursa, swala la kujengewa uwezo, swala la kuaminishwa ili kuweza kufanya yale ambayo yanaweza kufanyika sawa na mtoto wa kike na mtoto wa kiume, ukiacha yale uh, ambayo kimsingi ni bayolojiko kwamba mtoto wa kike au mtoto wa kiume hawezi kufanya yale ambayo mtoto wa kike anapaswa kuwa nayo, kama masuala ya uzazi, lakini kwenye majukumu mengine wanaweza kufanya sawia kabisa. hmm. Na kwa msingi huo katika jitihada hizo ni kwamba kama nchi tumepiga hatua sana kubwa sana katika kumlinda mtoto wa kike, na miongoni mwa jitihada zilizofanywa na serikali ni pamoja na uwepo wa sheria ya mtoto na sheria hiyo inalinda uh, watoto wote wa kike na wa kiume, lakini na serikali iliweka mifumo, sheria na kanuni mbalimbali ambazo ziliweza sasa kuweza ku, uh, kutoa fursa na kwa watoto wa kike nao kuweza ku, uh, kujengewa uwezo na kutekeleza yale ambayo ni sawia na mtoto na mtoto wa kiume. Hmm. Lakini vilevile vile, kama nchi sisi tunatekeleza mikataba ya kimataifa upo mkataba wa kimataifa unaohusiana na ulinzi kwa mtoto okay. Yeah. tu, tuende kwenye hili la haki za wanawake. Hii ilikuwa ni moja ya ajenda ambayo ilipigiwa upatu sana ndani hmm, ya mkutano wenyewe hmm, na azimio ilikuwa ni kuhakikisha kwamba hata mataifa katika ngazi za uongozi fike hatua sasa kuwa na hamsini kwa hamsini ambayo Uh, mataifa machache sana yanaweza kukaribia karibia hizo asilimia, lakini mengi bado hayajafanya vyema. Hapa tumejikwaa, ama sisi tunaweza tukasema kwamba tunaweza tukatembea kifua mbele kwa kuwa sasa tayari tuna rais ambaye eh, ni mama ambaye anaongoza, jambo ambalo halikuwepo labda katika hisia za wengi miaka labda thelathini ama arobaini nyuma. Ya, hakika ni, ni dhahiri shahiri kwamba uh, kwa miaka ya nyuma hali ndivyo ilivyokuwa na hapa ni kwamba <clears throat> katika mfumo wa, wa, wa ushiriki kwenye ngazi za maamuzi, uongozi na maamuzi uh, kwa miaka ya nyuma na kwa utamaduni uh, wa kwetu ulivyokuwa, wanawake hawakuwa na fursa kubwa sana kushiriki kwenye masuala ya masuala ya uongozi na ukiangalia katika maazimio ya, ya Beijing kama ulivyoeleza, mojawapo ilikuwa limejikita katika masuala ya uongo, uongozi na, na, na, na maamuzi na katika hili ilitaka kuleta ushiriki wa wanawake katika masuala ya, ya, ya uongozi na kama nchi katika hili harakati na jitihada nyingi zimeendelea kufanyika kuhakikisha kwamba tunaleta uh, tunajenga ushiriki wa wanawake katika uongozi sawia na, na, na, na wanaume. Kwa hiyo utaona kwamba kuna jitihada mbalimbali zilizofanyika tukianzia na katiba ya nchi ambayo inatoa uhuru huo wa, wa, wa mtu kuweza kugombea nafasi, nafasi za uongozi. Lakini ukiacha swala la katiba lakini kwa maana ya sheria uh, n uh, mimi, mimi, uh, mifumo mbalimbali mbali ya kisheria, sera uh, zenyewe za nchi zimeendeleza hilo la kuhakikisha kwamba mwanamke naye anapata nafasi ya uongozi, kushiriki kwenye nafasi za uongozi na, na maamuzi na katika hili, tukianza kwa mfano kwenye sheria ya, ya taifa ya jinsia ya, na maendeleo ya wanawake ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, ambayo tumeiuisha mwaka mwaka mwaka juzi 2023 imegusa kwa mawanda mapana swala zima la ushiriki wa uh, wanawake katika, katika uh, uongozi. mm -hmm. na limetoa msisitizo zaidi huo kuhakikisha kwamba wanawake wana, wanapewa nafasi au wanashiriki katika masuala ya uongozi uongozi na maamuzi. mm -hmm. Lakini tukiacha hivyo, bado serikali imeendelea kuwekeza sheria nyingi, ikiwemo sheria mabadiliko ya sheria ya uchaguzi hiyo Kwisha hivi karibuni mwaka jana, lakini ziko sheria mbalimbali mbali ambazo zinatoa provision ya kuhakikisha kwamba uh, wanawake wanapata fursa sawa za kushiriki kwenye uongozi na maamuzi. Kwa hiyo jitihada kubwa zinazoendelea kufanyika ni swala zima la kuwajenga, swala zima la kujenga, so la kujenga confidence ili mwanamke aweze kushiriki aweze kujitokeza sawa na, na mwanamke hmm, yani, mazingira yetu hapa nchini na koama mwitikio wa wanawake wenyewe unaona, hii ndoto ama mitazamo ya kufikia hamsini uh, kwa hamsini kwenye maeneo ya uongozi tunaweza tukaifikia, ya tunaweza kuhifikia kwa sababu ndio dhamira, ndio dhamira na kikubwa zaidi ni, ni, ni, ni, ni kuendelea, kuendelea kujenga uwezo kuwapa hari wanawake waweze kugombea nafasi za uongozi, kwa sababu si kwamba hawana uwezo wa kuongoza, na si kwamba hawana sifa za, ku, za, ku, za, ku, za kugombea au sifa za kuweza kuwa viongozi. Kikubwa zaidi ni kama nilivyosema, kwamba ni kuendelea ku, ku, ku, ku, kujenga ile hari ya kujiona kwamba wana nafasi sawa ya kugombea masuala ya uongozi kwa sababu ni kutokana na mila na desturi ambazo tulikuwa nazo kwa miaka ya nyuma, ambazo mwanamke hakuwa napata nafasi kubwa. Kwa hiyo, kama serikali, elimu, hamasa na kujenga uwezo wa wanawake ni jambo kubwa ambalo tunaendelea kulifanya ili kuhakikisha kwamba na wao wanashiriki kikamilifu katika swala la uongozi kwa, kwa kufanya hivyo kwa kufanya hivyo, na katika chaguzi mbalimbali mbali, kama tunavyoona, kwa sababu ukilinganisha mm, chaguzi zilizopita miaka ya nyuma na, na chaguzi zilizofanyika hivi karibuni mwaka 2020 unaona hata namba ya ushiriki wa wanawake kwenye uchaguzi inaongezeka. Kwa hiyo tunaamini hata mwaka huu, kwa sababu ni mwaka wa, wa uchaguzi, tutaweza kuona uh, ushiriki mkubwa wa wanawake katika kugombea nafasi za uongozi kuanzia kwenye ngazi ya udiwani na ubunge mm. Kuna tolewa macho na kutazamwa katika yale maazimio ni swala zima la uh, wanawake kupata fursa za kiuchumi. Imekuwa ni eneo ambalo wengi walilalamikia, wakati mwingine zilitajwa uh, hata tamaduni zikififisha juhudi za mwanamke kuweza kutawala katika eneo la uchumi. Kwa sasa tunaonaje, tumepiga hatua kwa kiwango kipi, ili nasi tukikaa kwenye mizania na kujipima, tuseme kwamba kweli tulitoka a na sasa labda tupo che ama de. Yakita haswila utaona kwamba hivi sasa kuna ushiriki mkubwa wa wanawake kwenye maswala ya uchumi na ne, kwa kiwango kikubwa wanachangia pato la taifa mm. Na ili najidhirisha hata katika maisha maisha ya kawaida kabisa ukiangalia kwenye, kwenye, kwenye jamii utaona kwamba kuna, kwa, kuna, kuna hari kubwa ya wanawake kujishughulisha na masuala ya, ya kiuchumi e, kwa maana ya uzalishaji wa bidhaa kujiunga katika vikundi vya uzalishaji wa, wa, wa bidhaa mbalimbali kwa utaona kwamba ushiriki wa mwanamke ni mkubwa sana kwenye masuala ya uchumi na wamekuwa wakichangia kwa kiwango kikubwa sana kwenye pato pato la taifa, lakini haya yote yametokana ya mm. na nini, yametokana na jitihada za serikali. Serikali imekuwa ikiwekeza vilevile katika jitihada za kuhakikisha wanawake nao wanapata fursa za kushiriki kwenye uchumi, tukianzia kwenye masuala ya mitaji mm. masuala ya mafunzo we, na hata kwenye masuala ya, ya teknolojia za mm -hmm. E, uzalishaji wa bidhaa, uchakataji wa mazao na bidhaa mbalimbali. Ni kwamba kuna jitihada kubwa ambazo zinafanyika na si kwa wanawake peke yake, zinafanyika sawia na kwa wanaume. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba katika kuhakikisha kwamba mwanamke anashiriki kwenye masuala ya kiuchumi, serikali ilikuja na, na, na, na, na, na, na, na, na mifuko au mifumo ya kuwawezesha kupata mitaji. Mojawapo ni ule mfuko ambao tu unaosema ni wa asilimia kumi mm. unaotokana na mapato ya halmashauri ambapo unakopesha wanawake asilimia nne uh, vijana asilimia nne mm. na watu wenye ulemavu asilimia mbili mm. lakini si hivyo tu, upo mfuko mwingine wa maendeleo ya wanawake ambao huko tena unaratibiwa chini na wizara yetu ambao nao unatoa mikopo kwa wanawake, lakini kwa ujumla wake serikali ina mifuko zaidi ya sabini na tano ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ambayo ndani yake sasa inajumuisha uh, wanawake mm. lakini inajumuisha na wanaume kwa maana ya kutoa fursa za kuweza kupata mitaji ya kuweza kujiingiza katika uzalishaji. La hasha labda jambo lingine kubwa zaidi ni kwamba katika hili bado uh, taasisi za fedha kwa maana ya mabenki na wamekuwa na madirisha mahususi mm. kwa ajili ya mikopo kwa na wanawake. Wanawake na hilo limekuja kama, kama, kama bidhaa mahususi ya kuwawezesha wanawake kupata mi, mi, mi, mikopo eh, kwa kulinganisha na, na, na, na, na ile hali kwamba wanaume wamekuwa ndio wana, wakimbiliaji wakubwa wa fursa eh, za kifedha katika taasisi za ta kibenki ukilinganisha na wanawake. Sasa baada ya tathmini iliyofanywa na taasisi nyingi, za kibenki iliamua kuja na hayo madirisha mahususi ili kuongeza kuongeza wigo wanawake kuweza kufikia fursa za mikopo katika taasisi za kifedha, ili waweze kujishughulisha na shughuli za kiuchumi. Na hili linajionyesha katika jamii, ukiangalia hivi sasa wanawake ni wazalishaji wa bidhaa nyingi ambazo ziko katika small scale na, midi, na, na, na medium scale ambazo zinahusika vilevile katika uuzwaji katika sehemu ya, ya, ya familia yetu ya. Hmm. Uh, eneo jingine ambalo lilitajwa ni wanawake waepushwe na vitendo vya ukatili. Na hapa uh, Mkurugenzi, nitahitaji utupe sasa hali ya mambo ilivyo. Naona katika siku za hivi karibuni bado hivi vitendo vya ukatili tunavisikia sana, mara mke um, sijui ikafanywa hivi ma, sijui huyu kafanywa hivi uh, na vimekuwa ni vitendo ambavyo vya kujirudia rudia na mwisho wa siku ukisikia taarifa utasikia ulikuwa ni wivu wa mapenzi na mfano wa sababu za namna hiyo. Kwenye hili eneo tumekwama, ama ugumu ni nini kuweza uh, kuvidhibiti hivi vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake, lakini hata pia watoto wa kike ambao mara nyingi zaidi wanaonekana wapo hatarini ya, labda ya nieleze tu kwanza kwa muktasari kwamba uh, swala la ukatili wa kijinsia ni, ni, ni, ni ajenda au ni swala la kidunia kwa sababu si Tanzania peke yake, ukatili uko maeneo mengi, na katika nchi za wenzetu ni kwamba wameweza kupiga hatua katika kuyashughulikia, lakini hayajaisha, bado yapo. Kwa hiyo hata hapa nchini ni kwamba uh, ukatili, matukio ya kiukatili yapo, lakini kwetu sisi kama, kama serikali tunaona kwamba taswira hiyo ni mafanikio. Mm -hmm. Unaweza ukaona ni changamoto, sisi tunaona ni mafanikio kwa sababu ni kwamba sasa jamii imekuwa na mwitiko wa kuyaripoti haya matukio. Yawezekana yumkini huko miaka ya nyuma watu walikuwa hawana ujasiri wa kutoka na kuweza kuyasema. Kwa hiyo sisi tunavyoona jamii ikijitokeza na kuitikia wito wa kuibua ya masuala ya kiukatili, kwa upande wa kwetu sisi serikali tunaona ni mafanikio makubwa kwa sababu sasa huelewa kwa maana ndani ya jamii humejengeka na jamii sasa inaelewa kwamba hivi vitendo si vitendo ambavyo vinapaswa kutekelezeka katika jamii yetu. Kwa hiyo kwa ujumla wake niseme tu kwamba uh, na kufikia hali ya, wa, ya, ya, ya, ya, ya wanajamii kuweza kujitokeza na kuripoti uh, vitendo vya ukatili imetokana vile vile na, na jitihada kubwa na uwekezaji mkubwa uliofanyika ndani, ndani ya jamii. Na katika hili ni kwamba kama serikali tunao mpango mpango wa kutokomeza vitendo vya ukatili kwa wanawake na watoto na mpango huu ni wa pili Mm, ambao umeanza elfu mbili uh, na ishirini na nne, ishirini na tano, baada ya kumalizika mpango wa awamu ya kwanza ambao nanyewe umejikita kwenye maeneo nane ambayo yanashughulikia moja kwa moja na uh, utatuzi wa masuala ya ukatili dhidi ya wanawake na, na watoto. Na katika hili utaona hata mpango wenyewe jinsi ulivyo una masuala ya uwezeshaji wananchi kiukumi kwa maana ya, ya kujenga uchumi wa kaya una masuala ya kukabiliana na, ma, na majanga haya ya ukatili, lakini una masuala vile vile ya kumlinda mtoto kwenye maeneo ya, ya, ya shule, kwenye kubana taasisi za kielimu na hali kadhalika. Kwa hiyo huu mpango hasa huu wa kwanza ulioisha na huu wa pili ambao tunaendelea nao ndio umechagiza kuweza kuona mafanikio ambayo tumeendelea kuyaona, na pamekuwa na mwitiko mkubwa wa wadau wakuja pamoja sasa na kuanza kushughulikia hili tatizo la ukatili, na uwekezaji kama nilivyosema, umeendelea kufanyika, ikiwemo wa vituo vya polisi, ya madawati ya polisi ya jinsia na watoto, ambayo nayo yanahusika moja kwa moja katika kupokea na kushughulikia vitendo vya ukatili. Lakini kama serikali tumeendelea kuwekeza, ukiacha kwenye vituo vya polisi, lakini tumewekeza vivyo kwenye taasisi za elimu, kwa maana ya vyuo vikuu na vyuo vya kati kwa kuanzisha madawati ya ukatili ya kudhibiti kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia kwenye taasisi za elimu ya juu na elimu ya kati, lakini na bado tuna madawati ya kumlinda mtoto kwenye shule za sekondari na shule za msingi, ambayo yote hayo yamejikita kuhakikisha kwamba tunamlinda mtoto, tunamlinda mwanamke, lakini tunailinda jamii kwa maana ya kukabiliana na vitendo vya ukatili. Na kikubwa zaidi kwenye jamii yenyewe, tuna kamati za ulinzi kwa wanawake na watoto ambazo wanakamati ni wanajamii wenyewe, na kusudio zaidi ni kwamba matukio yanapotokea kwenye eneo husika, wanajamii wenyewe waweze kuling'amua na kulishughulikia. Lile ambalo liko uh, juu ya uwezo wao waweze kulitolea taarifa kwenye mamlaka au kwenye vyombo vinavyohusika ili liweze kushughulikiwa. kwa hiyo harakati zote hizo na jitihada zote hizo ndio zinazoleta tunachokiona hivi sasa kwamba kuna mwitiko mkubwa wa jamii katika kuripoti haya matukio ya ukatili hmm. Na tunasema na bado tunatoa wito kwa wanajamii kuendelea kutoa taarifa pale ambapo wanaona kuna hali ya ukatili wa kijinsia hmm. Taarifa zinatolewa na maeneo mengi, watu wanauelewa mkubwa, tofauti na miaka ya zamani lakini kwa nini sasa hivi vitendo bado vina leo unavisikia huku kesho unavisikia huku? Hata wale ambao, sababu kulikuwa kuna maeneo yanaonekana ni maarufu, ukisikia vitendo hivyo unaona kwamba hao <coughs> kwa tamaduni zao ni jambo la kawaida. <coughs> Lakini sasa unasikia hata katika yale maeneo ambayo haikuwa mila na desturi za vitu za, vya, vya, vya namna hiyo <coughs> kwenu. Sasa kama serikali, nini ambacho mnaona kwamba kifanyike katika nyakati hizi ambazo watu elimu wanayo? taarifa zinaendelea kutolewa, ubaya wa vitendo unafahamika, lakini bado vinaendelea uh, kushuhudiwa kwenye maeneo mbalimbali ya yeah, kikubwa zaidi ni kuendelea kuwekeza kwenye elimu, kwa maana ya kujenga uelewa kwa watu zaidi. Lakini kwa hivi sasa, kama unavyoona kumeanza kujitokeza changamoto ya afya ya akili mm -hmm. <laughs> ya akili, kwa hiyo ni jambo lingine ambalo, uh, kama serikali na kama wadau wote kwa ujumla, ni eneo ambalo tumeanza kuwekeza kwa kiwango kikubwa ili kuweza kukabiliana na masuala ya ukatili, kwa sababu kwa njia moja au nyingine haya yanayojitokeza, kama unavyoyaeleza, matukio hayo mengine, ndani yake unaona kwamba yana, yanaendana na changamoto ya afya ya akili. Hmm. Ndani ya miaka 30 ya, ambako watu watarudi kule Marekani kwa ajili ya kufanya uh, tathmini sisi kama nchi tukikaa ya kuyapitia yale mambo kumi na mawili ambayo yaliibuliwa kutoka pale Beijing, mangapi tunasema kwamba tunaweka tiki ya moja kwa moja, mangapi ambayo ni nusu tiki, na mengine ambayo bado yamekaa kwenye cross ya, kwa nchi yetu ukiitathmini utaona kwamba utekelezaji tumetekeleza malengo yote kumi na moja ingawa uh, kama nchi sisi tuliweka kipaumbele katika maeneo manne na tano ambalo lina, lina kati ya cross, na katika hayo manne uh, kubwa zaidi lilikuwa ni suala la kuangalia wanawake na umaskini, mm, kama moja ya changamoto ambayo ilikuwa ni kubwa kwa nchi yetu katika miaka hiyo na 1995 na, na, na toka wakati huo. Katika kulishughulikia hili serikali ilikuja na mikakati mbalimbali ya kuhakikisha kwamba tunashughulikia na kutatua changamoto ya umaskini. Kwa kama nilivyoeleza kwamba jitihada za kuhakikisha kwamba kunakuwa na mitaji, kunakuwa na elimu ya ujasiriamali, elimu ya ufungashaji wa mazao, kuwawezesha wanawake kuweza kuzifikia fursa mbalimbali za kiuchumi. Hiyo yote ilikuwa ni jitihada ya kwa kuhakikisha kwamba tunamkomboa mwanamke na wanajamii wote kwa ujumla katika lindi la umaskini. Lakini eneo la pili ambalo serikali weka kama kipaumbele ilikuwa swala la elimu na mafunzo kwa wanawake. Kama tulivyoeleza, nilivyoeleza hapo awali ni kwamba eh, kwa kipindi cha nyuma eh, kwa mfumo uliokuwepo kwa ujumla ni kwamba mtoto wa kike na mwanamke hakuwa anapata fursa kubwa kwenye masuala ya elimu na mafunzo, kwa serikali nayo ilikuja na, na jitihada nyingi za kuhakikisha kwamba ina namna gani tunamuinua mwanamke na mtoto wa kike kwenye masuala ya elimu ndio maana unaona kwamba uwekezaji ulikuwa mkubwa kwenye mifumo mbalimbali mbali ya elimu na sheria, ili kuhakisha kwamba na kuweka na kanuni na adhabu mbalimbali kuhakisha kwamba mtoto wa kike naye anapewa anapewa fursa fursa ya elimu. Na ni kutokana na hivyo ndio maana unaona kuna program nyingi mbalimbali zikiwawezesha sikiwa watoto wa kike vya kushiriki hata kwenye masomo ya science. Mm-hmm. Mathalan, hivi sasa tuna ile Samia scholarship ambayo bado nayo unaiona kwamba inajaribu kuibua watoto wa kike na wa kiume ambao wamefanya vizuri waweze kusoma masomo masomo ya sayensi. Haya yote yalikuwa yanafanyika kimsingi katika kuhakikisha kwamba tunamwinua mtoto mtoto wa kike kwenye masomo, masomo ya sayensi. Lakini ukiacha hilo, uh-huh. Lakini swala lingine ilikuwa ni swala la kumwangalia alikuwa uh, kuangalia wanawake na uongozi ambalo tumelieleza kwa kiwango yeah, kwa kiwango kikubwa lakini vilevile swala la kuangalia mwanamke na masuala ya afya yeah, na katika hili ni kwamba uh, tulikuwa na changamoto ya vifo vya akinamama na watoto kwa sababu wakati wa mwaka 1995 uh, vifo uh, ilikuwa uh, kiwango cha vifo ilikuwa ni elfu moja na mia tano kwa vizazi ai laki moja eh, yeah. Yeah. Sasa unaona kwamba kwa hivi sasa tumeweza kupiga hatua toka 95 mpaka hivi sasa. Kwa hivyo sasa tuna vifo 104 na, na ndio maana unaona mheshimiwa rais uh, um, wiki, siku chache zilizopita mm -hmm, alipewa tuzo ya kidunia yeah, kwa mchango wake mkubwa katika kupunguza vifo vya, vya, vya, vya kina mama. Kwa utaona kwamba ni eneo lingine ambalo uwekezaji ulifanywa kwa kiwango kikubwa including kuwa na wekaji wa mifumo na miundombinu ya kuhakikisha kwamba tunaondokana na tunapunguza au kuondokana na vifo vya akina mama, wataalam, vituo vya afya unaona, vimetapakaa. Serikali ikaja na mkakati wa kuwa na vituo vya afya kwenda mpaka kwenye kila kila kila kila kata. Hayo yote yalikuwa yanawekezwa ili kuhakikisha kwamba tunapunguza hivyo vifo. kwa ukiangalia, maeneo makubwa ambayo kama nchi tuliamua kuyapa kipaumbele tumepiga hatua kubwa, lakini haya manne ambayo tuliapa kipaumbele mm, yana, yana athari kwenye maeneo mengine Uh, saba yaliyobaki mm, eh, kwa hiyo athari yake ilikuwa inatapaka kuweza kuwezesha maeneo mengine saba ambayo hatukuwa tumia hapa kipaumbele, lakini tunayatekeleza yaweze kupiti kufikiwa kupitia hayo manne, kupiti manne. Mm, kwa hiyo utaona kwamba na eneo la mwisho ambalo tulikuwa tumeliangalia ni swala la hujumuishwaji wa masuala ya jinsia kwenye sera, mipango Program na mikakati na yote ilikuwa i, ya, ilikuwa ni, ni, ni, ni njia mahususi ya kuhakikisha kwamba katika nyenzo zote hizo kama sera, nini kwa sababu masuala ya jinsia yanapenyezwa yanaingizwa ili kuweza kuleta hathari kwenye maeneo yote kumi na moja. Kwa hiyo ninaweza kusema kwamba kama nchi kwenye eneo hili la ma, malengo ya ulingo wa Beijing tumeweza kufanya e, vizuri yes, right. mm. Kwa kiasi kikubwa na hata tutapokwenda kwenye mkutano wa mwaka huu mm. Bado tutakwenda kifua mbele kwamba nchi yetu katika kipindi cha miaka thelathini tunao shahidi na tunayo mengi ya kuielezea dunia kwamba tumeweza kupiga hatua kwenye eneo mm. hilo. yeah. Maneno ya kwake Ab, Badru Abdul Nur, Mkurugenzi wa jinsia na maendeleo ya wanawake kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii ambaye nimekuwa naye kwenye uchanganuzi kwa siku hii ya leo tukimulika namna ambavyo serikali imeweza kuyatekeleza yale ambayo yaliibuliwa katika uh, ulingo wa azimio la Beijing a mwaka 1995 ikiwa ni miaka 30 sasa, ambako uh, mambo hayo serikali imeweza kuyafanya kwa kiwango ambacho umekisikia kutoka Uh, kwa Badru Abdul Nur kutupa hiyo picha nzima, nikushukuru sana, asante sana. Naam, nami kufika hapo ndio naweka nanga kwenye uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Naitwa Nurdin Selemani, nikutakie usiku mwema, bila kusahau kwamba Ramadhan karimu okay, lakini kwa wale wa Kristu kesho ambao wanaanza kwa rezma na wenyewe tuwatakie pia kwa rezma njema okay. Eh, sasa, hakuna kisingizio, watu wote kuanzia kesho natakiwa wafunge. Posa utasikia mtu anakuja na sababu kadha wa kadha. Nikutakia siku mwema na kwaheri kwa leo. <laughs>